Mia unaokuta Tanzania hamsini na tano wana chombo kimoja a time. Tanzania tutatoboa kweli? Tatoboa atuwezi kutoboa? Hii inamaanisha kwamba, ndio maana Tanzania unamkuta leo mtu anaishi vizuri, baada ya muda unamkuta mtu kachoka kabisa. Nini shida? Na kwamba ile kazi inaishi

hata vikuku vinne vitano kumi umeshindwa, ishirini umeshindwa, hapo uweze kusema ni a huwa na chanzo kimoja cha mapato ni hatari sana. Hapa, ya, ya hii inaonyesha kuna uhitaji mkubwa sana wa elimu ya fedha na lakini watanzania wao ambao asilimia 55.3 wanachanzo kimoja cha kipato, asilimia hamsini na nane pointi moja ya Watanzania. National Panel Survey, National Bureau of Statistics, takwimu rasmi za serikali. Asilimia hamsini na nane pointi moja ya Watanzania walikopa walipeleka mikopo yao kwenye masuala ya <tabit> kijamii zaidi. Watanzania wanakopa wanapana masuala ya kijamii Yaani Tanzania ana mkopa asilimia hamsini na nane. Labda niwaeleze ni niwampeni picha, tunapoongelea asilimia hamsini na nane ya mikopo tunaongelea tunaongelea nini? Taarifa ya benki kuu ya Tanzania, BOT Taichukua hadi hati Septemba 2021 na silionyesha kwamba Tanzania kuna idadi ya satos 2541 zenye jumla ya wanachama laki tatu na ishirini Tanzania tuna jumla ya wanachama laki tatu na ishirini na mia nane themanini na tisa na, na walikopwa mikopo ya bilioni 422 yaani satos nchi nzima kwa huo mwaka 2020 walikopa bilioni 422. Taarifa hii inaonyesha Tanzania kuna vikundi vya vikoba, vikundi vya vikoba Tanzania vina wanachama milioni nne na laki nne na walikopa mikopo ya trilioni 1.5 ne vikubwa mikopo zaidi, si ndiyo? Trilioni moja pointi. Sasa nataka naabni hii trilioni moja pointi, ukijumlisha na bilioni 422 takriban unapata trilioni gani? Karibu trilioni mbili. Unapoambiwa asilimia 58 pointi moja ya mikopo yote ilienda kwenye masuala ya kijamii maana yake tunaongelea trilioni zaidi ya moja points katika zile trilioni mbili kwenye mambo ya ushirika aya chana na mambo ya benki trilioni moja points imeenda kwenye mikua ya. Maana yake watu wa Tanzania ana uwezo kumsomesha mtoto wake, ana anamsomesha kwa mkopo. Ana uwezo kumsomesha mtoto wake taneto, ana anamsomesha kwa mkopo uwezo wa kula vyakula anavyotaka, anakichukua vyakula kwa mkopo. Hana uwezo wa kuchangia harusi la laki tano, anachukua mkopo ili yachangia harusi la laki tano milioni, akipiga mkopo asilimia nane pointi moja watu wanapeleka mikopo yao kwenye masuala ya kijamii athari. Af, ni nini ukipeleka mikopo yako kwenye masuala ya kijamii Asari yake ni kwamba unatumia kipato chako cha mbele kwa ajili ya vitu ambavyo kabisa kazi kuzalishia pesa leo. Eekafana kama uo unakopa ili e mchango wa usi, maanake umeshajinyanganya milioni moja, ambayo ni kipato chako tarajiwa cha mbele, unakitumia kwenye kitu ambacho haikakuzalisia wewe. Hiyo ni dalili ya kuwa maskini au tajiri? ya dalili ya kuwa ho. Kama watu wanathamani ufaulu kwenye elimu ya mbele, waache tabia ya kukopa mikopo ya, waishi kwenye maisha ya uhalisia, waishi maisha ya uhalisia. Hii itasaidia sana. Kwa nini muhimu ufahamu mw, mw, mw, hivi vitu, na kwa nini muhimu nimeongelea mambo ya mikopo, nimegusia kidogo ya vitu, kwa nini mwimu, nini mpiku, ya nadawura? Sababu hivi ni vitu vinategemeana sana. Mikopo ya kijamii na dharura mingi, sababu zake inatokana na kukosekana kwa nidhamu ya fedha. Bahati mbaya bando hizi kwenye sao

kuwakomboa watu kutoka kwenye udhalili kuwapeleka watu kwenye raha. Mi mara nyingi nikienda na muduka sehemu kwenye nchi, mara nyingi nawambia watu, mikopo ya namna hiyo achaneni. Mikopo ya wiki achaneni nane, so mumi mikopo ya ailamua achaneni nane tuende kwenye mikopo ambayo itatusaidia sisi kuendeleza kuuza, kwa sababu kumbuka, tuna hii vita tunaya, leo tunaishi, kesho tuna sta leo, tuna watoto hawana ajira, lakini wewe uko tayari kazini, tiari, una vyanzo vingi vya kipato. Je, ukijitunza na kujiimili vizuri, watoto wako wawezi kupata ajira kwenye vyanzo zako? Wanaweza, wawezi, wanaweza, lakini ukishasema kila mtu na wake mimi ya Mungu ya maisha, ya maisha, watoto wajitafutie wenyewe, yi kila kitu itakuja kuwa changamoto. Hasa maana yake ni financial industry. Watu wengi wanashindwa kupikia kwenye elimu ya pesa kwa sababu ya financial industry. Na ukishakuwa na financial industry, huwezi kupata financial freedom. Wanachama wanapopata shida za kidharura na kuamua kukimbilia kuchukua mikopo badala ya kutumia ile sehemu ya akiba yao walioiweka, basi watalazimika kutumia mapato yaliyopo kulipa mikopo, na wasipofanya hivyo, wanaingia kwenye madeni ya muda mrefu. deki papa chini. Kuna watu, kuna kitu kinachoitwa credit cycle na debt cycle. Sakosi wana embrace Tuna credit irika credit tuname maana yake nini? Mtu anachukua mkopo anauwekeza ana graduate, anachukua mkopo mwingine mkubwa anawekeza ana graduate, anachukua mkopo mwingine mkubwa anawekeza. Maana yake tuna expect kwamba mwanachama aliyhiaaos miaka ishirini iliyopita kama alianza kuchukua mkopo wa milioni mbili, sasa hivi tuna expect anachukua mkopo wa milioni mia tatu. Sasa kama naita nii, ni na ni ni credit, mtu mi anachukua mkopo aulipi, akawekeza kwenye maswala ya kijamii, analazimika kuchukua mkopo mwingine ili ule aulipi, huyo wa mwanzo aendelee, analazimika kuchukua mkopo mwingine ili a ule. Anabalansisha. Anaanza kutoa mfuko wa shati, anaingiza mfuko wa suruali, anaingiza mfuko wa suruali, anaingiza mfuko wa nyuma, mwisho wa siku maisha yafanya nini, yana yana yanaharibika, yana na anashindwa kuendelea vizuri. Ni nafikiri nimeongea mambo muhimu, na kama kwa kwa umuhimu wa kutunza muda na muda wangu umeisha, naomba nishie hapo niingie kwenye discussion nyingine. Asante sana.